ingawa imesababishwa na ile ya kucheza kucheza, si ndio? Lakini mimi nimefurahia kwa sababu inaonyesha kwanza ubora wa ligi yetu. Wakati watu walikuwa wanalalamika, wamependelewa, sio wanaonewa, leo tunakwenda kucheza mechi ya mwisho, ndio wanaenda kupatikana bingwa. Hii ni sehemu ya kuonyesha ubora wa ligi ligi yetu, ligi ambayo mwisho kama itatokea Yanga ameshinda, kama amefunga mpinzani wake na amepata ubingwa maana sasa hapa kutakuwa kuna dabo furaha, lakini ligi hii hii ina majonzi mwishoni, kama ukipoteza, maana utakuwa umefungwa na mpinzani mtani wako na umepoteza ubingwa. Huoni kama ni raha zaidi, advantage kubwa zaidi? Kwa kwa sababu hata sare wenyewe bado wanaweza wakachukua ubingwa, lakini bado kama wakichukua ubingwa, tofauti ya pointi unaziona zitakuwa ni nne, tatu au moja kwa hiyo ni, ni ligi ambayo unaona kabisa ushindani ni sahihi. Sasa anayekuambia bodi ya ligi wasimamie ligi vizuri, anayekuambia TFF wasimamie, eh, ligi vizuri anatokea wapi? Ni hali maneno ya kulishwa, hata kitu ambacho cha kukisoma na kukielewa mwenyewe unalishwa, unaendelea kusoma. Mimi mfano na rafiki yangu mmoja, ni eh, mtu mzima kabisa, mnene kuliko mimi, ana kitambi na ana ndivu, anaitwa Ernest, yaani unajua anakasirika unajua, ukimwona mpaka mimi namwambia, sasa huyo mpira wakua nyi mnakasirika, mnaonewa wapi? Hakueleza hata tumeonewa wapi, kuna shida gani, sasa imetokea nini? Yani yeye anakasirika tu e, yani unajua, watu wamewatengenezea hasira tu, hazina sababu. Mpaka nimemwambia bana, ndugu yangu, sababu yeye ni kakaangu, basi tusiongelee mpira, kwa sababu tutakuwa tunakoshana kwa sababu ambazo hazina msingi. Na na na nani aliwaambia kwa kwa kwa kwa lazima ukasirike? Yani unajua paka paka bwana, sisi sisi watu mikubwa kama kama. Kwa hiyo mimi nafikiri hakuna haja ya ya ya ya kusema tena ligi ligi ligi ligi ligi yetu kwamba eti ni ni, ni ni haina, haina haki hii hii, bingo bingo wote point kumi. Eh, lakini leo bingo, leo paka sasa, mechi ya mwisho bodi k hapo kwanza amemaliza mchezo wa mwisho, goli tano Simba dhidi ya Kagera goli moja so, nzuri nafikiri na ushindani na ninaamini mimi hizi siasa uh, jinga zilizopita itakuwa hazijawaingia wachezaji. Nategemea minategemea kuna vurugu katikati ya uwanja pale itachezwa lakini pia ni waase mashabiki uh, kama nilivyomwambia huyu ndugu wangu amekasirika tu saa zote sasa, na mashabiki wasiende wakuwa wamekasirika hivi, yani wasiende wakuwa wamepania, kama kitokea kitu fulani tutafanya kitu fulani kitu kwa ajili ya kulinda usalama wa nchi, kulinda kiwanja chetu. Kwa hiyo tunakwenda kucheza AFCON na CHAN ndio tuko kwenye maandalizi, sio jambo zuri. Eh, eh, kwenda kuchezwa kwenye uwanja ambao tayari umeshaandikiwa, serikali inaweka hela pale kutengeneza uwanja ukae okay, vizuri. Sisi tuende kuharibu pale, kwa watu wakaangalia mpira? Ikitokea umepoteza kwenye football, kuna siku nyingine tena, si ndio? Eh, timu zako hizo zitakutana tena. Kwa hiyo hakuna sababu ya kwenda pale alafu kwenda kufanya vurugu. Ukiwa unafanya vurugu, ujue wewe ulikuwa umefanyia no, kwenda kufanya vurugu. Wanaokwenda kuangalia dami wanaangalia dami kwa usalama, warudi salama. Na ukijiona una hasira kama za ule NSDSM nyumbani kwako TV, turudi. Tiketi mchezo yeah, yeah, wa mchezo uliopita tulinunua tiketi mechi mechiau, lakini pia watu wakategemea kwenye mechi hii, labda walikuwa na tiketi wanaweza kuingia bure. Imekuwa tofauti, tiketi zimeanza kuuzwa elfu tano, elfu kumi, elfu ishirini na elfu thelathini. Watu wanajiuliza au wanahoja hivi, dhamana ya hela yetu? Nafikiri wanapaswa Uh, kama ni hela kama, lakini ni haki ya wale waliokata tiketi, aidha kurudishiwa hela zao no, au kupata nafasi ya kuingia kwenda kuona mchezo basi wamelipia. Kama hamna wa wameshia hela zao, kama wanaona wanahitaji kwamba uh, wazitumie basi waambie kwamba hawa na hawa na watumie tiketi zile kwiyo ni jambo zuri sana kufanya kwa maana ya haki yao. Tanzania na taifa lake kwa shida, ni jambo zuri sana lakini, wanaoweza kujibu ni kweli kwa kwa maana ya hivi vijana, kila mmoja kabisa kuibuua zai, mimi siamini kama ataweza kaitwa kaitwa na mheshimiwa rais, kwa Sema mheshimiwa rais

Kesho ni na mimi nafasi hiyo hiyo, baada ya pale, kwa mwisho kwa wadau. Lakini pia naweza kuwa kuwapongeza Piga Stars, wamefanikiwa kuchukua kombe la chini ya Oman. Ilikuwa pale, niliandika kwenye page yangu, kwa Chamazi, niliandika ene, kazi nzuri, ni kazi nzuri, ya kazi nzuri ya uongozi wa wa na pamoja na na na, viongozi wake wengine, kwa maana ya timu yake ya mradi na viongozi wengine wote, kama wanafanya kazi yao nzuri tu, wapongeze. Tanzania imeendelea kutamba kwa soka la wanawake, lakini tumecheza AFCON tumecheza michuano mingi kundi ya vijana, kama nilikuwa na familia na uliona timu yetu imecheza vizuri sana, wameshinda mechi zote, wamefunga kila timu na waliruhusu hata bao moja. Jambo la kujivunia na wapongeza wachezaji wa watu Twiga pia, wapongeze kocha Baka Heshima na benchi lake la ukundi. Jambo la kujivunia kwa kweli, umefanya kazi nzuri kushimisha. Cha mwisho kwa wadau ni waambie, tuende tukaangalie dabi, baada ya pale tuachane na hii, tusubiri msimu ujao. Kuna mambo mengi ya kufanya baada ya hii dabi, na tuamini mpira hauishi leo. Atakayepoteza atoke uwanjani kubali, atakayeshinda aende akasherehekee. Kijana Simba si mara ya kwanza kuifunga Yanga, wala Yanga haitakuwa mara ya kwanza kuifunga Simba. Hii ndio football, hakuna football ya moja tu anashinda kila siku. Ukiona mtu wewe umeng'ang'ania kifungu na unaleta una shida na vitu vingine, basi utakuwa ni mtu ambaye kidogo lisoka ni mgeni. Na wageni tuwambie, mwache makelele sana, mwangalie pia kwa manufaa ya mpira. Sijui umeelewa sana.